Halmashauri ya mji wa Mafinga, wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, imefanikiwa kutoa chanjo kwa zaidi ya ng'ombe elfu nane, sawa na asilimia 88 ya ng'ombe elfu kumi waliolengwa katika zoezi la chanjo na utambuzi wa mifugo ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kukabiliana na magonjwa ya mifugo. Zoezi hilo limefanyika chini ya uratibu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambapo, ya mifugo na uvuvi ambapo serikali ya awamu ya sita imetenga jumla shilingi bilioni mia mbili kumi na sita kwa ajili ya utekelezaji wa zoezi hilo nchini kote sisi kwetu tumejipanga na kuchanja kuku laki mbili na arobaini na, na tuligawanya mazoezi yetu ya uchanjaji ya, kampeni ya chanjo kwenye awamu tatu. Awamu ya kwanza ilikuwa ni awamu ya ya ili tulikuwa na lengo la kuchanja kuku laki mbili na arobaini, lakini tumefikisha kuku laki tatu thelathini na saba elfu mia tatu kumi na tisa, sawa na asilimia 98 ya uchanjaji mzima. Lakini tuko na zoezi la mia pili ya chanjo ya homa ya mapafu kwa ng'ombe ambapo target sisi ni kuchanja ng'ombe 10000 . Akizungumza katika zoezi hilo, Dr Jeremia Choga, afisa mfawidhi wa kituo cha uchunguzi wa maradhi ya mifugo Kanda ya Nyanda za Juu Kusini, amesema kuwa zoezi hilo linaakisi dhamira ya dhati serikali kumaliza changamoto za magonjwa ya mifugo ikiwemo ugonjwa homa ya mapafu kwa ng'ombe. Serikali kupitia Wizara ya Mifugo uh, imetoa imetoa fedha kwa ajili ya kuchanja mifugo yote ili kuwakinga dhidi ya magonjwa mbalimbali. Ah, ni kampeni ya kipindi cha miaka mitano ambayo tumeanza mwaka huu mpaka 2029. 20. Na tumeanza kwa kuchanja ugonjwa wa homa ya mapafu kwa ng'ombe, lakini pia sehemu zingine tunachanja mbuzi na kondoo dhidi ya ugonjwa wa sotoka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 naendelea kutekelezwa nchini kote kupitia fedha zilizotengwa na serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi.